Mheshimiwa Francis Komba Ndulane, mbunge wa Kilwa Kaskazini auliza swali lake. Swali la mbunge wa Kilwa linauliza, je, nini mkakati wa serikali kutokomeza magonjwa ya michungwa wilayani Kilwa? Swali hili linaenda kutolewa majibu na naibu waziri wa wizara hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024 2025 serikali imeendelea serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya kudhibiti milipuko ya visumbufu vya mimea na mazao ikiwemo zao la michungwa na maembe. Katika kufanikisha hilo, serikali imegawa viuatilifu mbalimbali ikiwemo kivutia wadudu cha metho ujino kwa wilaya ya Kilwa kwa ajili ya kudhibiti nzi, nzi wa matunda fruits fly wanaoshambulia matunda ya machungwa, maembe na matunda mengine. Vile vile wizara kupitia Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viatilifu Tanzania inaendelea kutoa elimu kwa wakulima kuhusu matumizi bora ya viatilifu katika kilimo cha matunda ili kuongeza tija na uzalishaji aidha niwataka wananchi kupitia halmashauri zao kutoa taarifa za milipuko ya visumbufu ili mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania kufanyia kazi kwa haraka Mheshimiwa Ndulane asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwanza nitoe pongezi kwa serikali yetu kwa kuanzisha hii taasisi ya afya ya mimea na viuatilifu ambayo hivi karibuni ilikuja kutusaidia Kilwa, kwa ajili ya kupambana na baa la senene waharibifu kwa mazao ya chakula. Swali langu la kwanza la nyongeza, uh, kwa kuwa magonjwa ya mimea yamekuwa yakitokea mara kwa mara, hasa kwa zao la michungwa, eh, minazi pamoja na ufuta, je, serikali haioni sasa wakati umefika wa kuweza kufungua kituo cha kuhudumia ukanda wote wa kusini ili kuweza kupambana kwa urahisi na kadhia hizi za magonjwa ya mimea. Lakini swali la pili ni kwamba e, serikali imejipanga vipi au ina mkakati gani wa kuhakikisha kwamba inaleta mbegu bora za mimea ya machungwa na minazi ambayo inatija kibiashara na kwenye upande wa lishe ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanaibuka kiuchumi kupitia mazao haya. Mheshimiwa naibu waziri, kwa ufupi asante. Uh, sana mheshimiwa mwenyekiti. Eh, kwenye swa, swali la kwanza la nyongeza la eh, kuwa na kituo kwenye ukanda wa eh, kusini, ili tunalichukua, eh, tukafanya tafiti mbalimbali zinazoweza zikaona zika mazingira ambayo tunaweza tukawekeza kwenye eh, tafiti hizi na vituo vya kutolea elimu kwa ajili ya watu wanao, eh, wanaohusika na masuala ya kilimo cha mazao ya matunda. Lakini mbegu bora, ili tunalichukua, na tuna taasisi ambazo zinafanya kazi za utafiti wa mbegu bora za matunda, na hizi tutazielekeza kuja huko kwako, mheshimiwa Ndulane, kuona uwezekano wa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata mbegu bora. Asante, asante sana mheshimiwa.